Na tunaendelea na sasa, tutaangalia kuhusiana na e, tuzo za Consumer Choice ama tuzo za chaguo la walaji na tutapata ufafanuzi kuhusiana na e, tukio hili kubwa lili litafanyika na itakuwa tukio la namna gani e, tunaye hapa Fadhil Haule ambaye ni afisa mahusiano na masoko wa Consumer Choice Awards. Fadhili, karibu sana asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mambo ni mazuri hey. Uh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ndio Uh, lakini pia tunashukuru kwa kupata nafasi hii ya kuweza kufika hapa leo. Ndiyo. na kuweza kuzungumzia uh, maswala haya na Consumer Choice Awards inazidi kuwa kubwa uh, tunashukuru kwa kweli eh. tunashukuru na uh, wanaosababisha Consumer Choice Awards inazidi kuwa kubwa ni wadau mbalimbali ambao wanatushika mkono uh, wakiwemo Azam TV uh, kwa maana ya ku ushirikiano katika kuturushia matangazo yetu moja kwa moja ama tuzo zetu kuonekana live moja kwa moja e, Afrika nzima hmm. Kwayo, hiyo ndiyo sababu, yeah. ndiyo. Uh, yeah. kwa hiyo hiyo ndio sababu tuzo zetu zinazidi uh, kuwa kubwa. Nashukuru sana, tangu mwaka 2019 amezungumzia kuhusu kuaji mpaka hii leo, labda kwa muhtasari tu, kwa wale ambao wamekuwa wakiona Consumer uh, Choice Awards Africa, kutueleza kuhusiana na maendeleo yake, okay. Nizungumze safari ya consumer hmm, kwa, kwa, like uh, kwa kifupi Consumer Choice Awards ni tuzo ambazo zimeanzishwa kama ulivyosema kwa muda, na huu ni msimu wa saba tunafanya sasa Consumer Choice Awards, na uh, vilevile uh, tulikuwa tunazifanya hizi tuzo hapa nyumbani Tanzania, lakini kadri muda unavyozidi kwenda, pamoja na namna ambavyo tunapata ushirikiano wa wadau mbalimbali E, pamoja na namna ambavyo tunazidi tuna kutengeneza e, e, ukubwa kama ulivyozungumza e, kwa sasa hivi e, kwa kweli tumekuwa tukitoka mpaka nje ya nchi. E, katika safari yake, kwa mwaka wa kwanza tulikuwa tuko bado hapa Tanzania, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, lakini mwaka wa nne tukaanza kufanya Consumer Choice Awards Kenya, lakini baadaye tukaenda kufanya Consumer Choice Awards Malawi katika mwaka wa tano, mwaka wa sita, tukawa tunafanya, e, Consumer Choice Awards, uh, South Africa pia e, pamoja na mipango ya kufanyika Nigeria. Kwa hiyo ni tuzo ambazo kwa kifupi zimekuwa zikikua kama ulivyosema na safari yake imekuwa ni safari ambayo imekuwa kwa muda mfupi yeah. Ukiangalia tuzo ambazo zinafanyika kwa mwaka wa saba sasa lakini e, zimekuwa zina matokeo makubwa lakini zimekuwa zina engagement kubwa pamoja na wadau wengi kujitokeza na kutengeneza nafasi kubwa zaidi ya kuendelea kuaminika. mm. mm -hmm. Sasa, yeah. So, na, na mpaka sasa hivi mmeweza uh, vipi kupata mafanikio ya kujenga ushawishi eh, kwa watu nchini Tanzania lakini pia bara lote la Afrika hasa linapokuja swala la ubora wa bidhaa na huduma zinazotolewa kwa walaji na kampuni na taasisi mbalimbali? Ukiangalia, uh, unajua kwanza tuzo zipo nyingi. mm. Nafikiri wote tuko tunafahamu kwamba kila mtu anaweza akakaa akafikiria na kuanzisha kitu kama tuzo kusabu, kwa sababu akiangalia kwamba labda pengine tuzo ni biashara mm. au tuzo labda ni kitu fulani ambacho mtu anaweza akakifanya tu mm. lakini siri kubwa ambayo imetufanya sisi kama Consumer Choice Awards tuweze kuaminika kama ulivyouliza, lakini vilevile nakuweza kusustain vizuri katika safari yetu ni namna ambavyo tumeutengeneza mchakato wenyewe mm. Kwanza hizi tuzo tumesema tume, tume ni tuzo ambazo mtu atapewa tuzo hii kwa kupigiwa kura na mtumiaji ndio. mm -hmm. maana zinaitwa consumers. Kwa hiyo ni Consumers Choice Awards ni wale ambao wanatumia bidhaa mbalimbali au wanatumia huduma mbalimbali, wao wenyewe ndio wanazichagua mm. au wanazi, wana, wanachagua huduma ambazo zinatakiwa kupata ku, ku, ku, tuzo. Kwa hiyo majaji hawana kazi kubwa kwanza tuzo zetu hazina majaji eh, ila, ila, ila mchakato wenyewe mm. Kama ulivyouliza umeuliza vizuri tu, mchakato wenyewe ndio unafanya tuzo hizi zinaaminika, kwa sababu hakuna mtu ambaye anashiriki ku, kusema fulani apewe tuzo mm -hmm. Ni mtumiaji, mtumiaji anapopiga kura kwa njia ya barua pepe zinapokelewa na IT ya watu wetu wa, wa, wa Tehama technology. Kwa hiyo zikipokelewa pale, tuzo hizi moja kwa moja zinapelekwa kwa auditors. Mm. Baada ya kutoka kwa auditors, tuzo zinapelekwa pia kwa, kwa wenye tuzo sasa, founder yeah. Uh, waliozianzisha tuzo wanazipitia pia a wanapitia zile kura ambazo zimepigwa na, na watumiaji watumiaji wenyewe mm -hmm. Lakini vilevile tuzo hizi baada ya kuchagua wale wano, wa, watumiaji wakishachagua wakipita kwenye mchakato wote huo, lakini zinapitia kwenye bodi. Kwa hiyo tuzo hii ina board ambao baadhi ya wajumbe wa bodi ni watumishi wa serikali, watumishi wa taasisi mbalimbali mbali za binafsi. Kwa hiyo ndio maana unaona tuzo hizi zimetengeneza kwanza ushawishi mkubwa yeah. lakini vilevile vile zimetengeneza imani ama trust. kwa sababu ni tuzo ambayo hakuna namna yoyote utapata tuzo bila kupigiwa kura nyingi na wananchi oh yeah. ndio maana zinaitwa Consumers Choice Awards mm -hmm. lakini vilevile utaona jinsi gani ambavyo watu mbalimbali ambao wanakuja kushiriki tuzo hizi wanavyotoka nchi tofauti. Unajua haijazoeleka kwamba kuna tuzo ambazo zimeanzishwa hapa nyumbani Tanzania, ambapo washiriki au washindi wanatoka nchi zingine. Sisi tuzo zetu ndio tuzo pekee ambapo kuna washindi wanatoka Kenya, watu wanalipa gharama kubwa kwa ajili ya kuja kuchukua ile tuzo. Watu wanatoka Nigeria, watu wanatoka South Africa, watu wanatoka Malawi, wanakuja kwa ajili ya kupokea tuzo. Kwa hiyo hata huko kwenye nchi zao wanakuwa wanaendelea ku kila mtu anajitangaza kwa nafasi yake, ili aweze ya kuwa mshindi wa hizi tuzo. Kwa hiyo, hiyo ndio sababu ambayo inapelekea sisi tuzo zetu zimeonekana ni tuzo bora, na ndio maana unaona makampuni mbalimbali mbali makubwa. Ndio maana unaona taasisi kubwa kama Azam ina uwezo wa kusema sasa tuzo hizi tuna uwezo wa kuzirusha live, hmm. na watu wakaziona, kwa sababu sio sio kitu ambacho ni unaweza ukakitengeneza tu Yeah. Au sio tuzo ambayo unaweza ukasema bana mimi nimeamua tu nikupe wewe, hakuna. yeah. mtu ambaye anafanya mm. yeah. tuzo nyingi watu wanapeana maamuzi. Sitaki kukiri moja kwa moja kwamba kuna watu wanapeana tuzo mtaani mm. lakini nitakachoweza kuki, kukisema pia au katika vile vitu ambavyo vinatutofautisha na kutu na kutubakisha kwenye standard hmm. Kwa maana Consumer Choice Awards kwamaanayaea uh, sisi ndio tuzo pekee ambapo washindani kwenye kategori moja mm -hmm. wote wanakuwa ukumbini. Sijui kama unaipata point. Yaani, kategori moja inaweza ikawa na, na, na, kategori moja inaweza kuwa na vipengele kama sub categories au, eh, sub categories washiriki eh, let's say tuzo uh, au kategori ya E, mrushaji maudhui bora ya habari Tanzania mm. Kwa mfano mm. E, mshiriki labda ni Azam TV, ta, t, TV nyingine hapo zinafata wako; labda mko watano ambao mnashindania tuzo ya mrusha maudhui bora lakini ukitaka kuona ni jinsi gani tuzo hii hauwezi kupewa au hakuna namna ya ujanja ujanja, ni pale tu ambapo watu wa Azam TV watakuwepo ukumbini, watu wa taasisi nyingine watakuwepo kwa kila mtu atasubiri ile surprise ya kuona ni nani kweli kashinda hiyo yeah, kutokana na kura, kutokana izuzuzo na kura sasa. So, tunapigia simu so, Bwana George kwa tuzo e, ya, yaani, hakuna <laughs> sisi, sana sana, tutakupigia simu tutakwambia, uh, bwana karibu uh, uweze kushiriki katika tuzo okay, kama ambavyo tunafanya tuzo zetu Superdome. Kwa hiyo sisi tunachofanya, timu yetu itakupigia wewe ambao uko kwenye category kuku, kukuhamasisha uje ukumbini kwa sababu uwezi kujua kama umeshinda. tukiwa tunakamilisha Fadhili, sasa umegusia hapo Superdome uh, Novemba 30 ndio nini ambacho kitajiri uh, Jumapili tumejipanga vizuri tuzo zetu zinafanyika Novemba 30 kama ulivyosema, tumejipanga vizuri uh, ratiba nzima uh, tayari kota, iko tayari, lakini maandalizi yamefanyika tayari kwa asilimia 100. Kwa kitakachotokea ni, ni burudani zitakuwepo za kutosha. Tutakuwa tuna comedy, tutakuwa tuna uh, muziki tutakuwa tuna uh, chakula tutakuwa tuna, tuna wa, unajua kwenye wanawake masuala ya mavazi mfano mm -hmm. ukiangalia theme ya mwaka huu yeah. nafikiri na bwana mkubwa utakuwepo, yeah. Sisi tutakuwa tuna, tuna, tuna, tuna theme ya black and white. kama ni suti tutapiga suti nyeupe, suti nyeusi, labda shati nyeupe na eh, vitu kama hivyo, lakini nyee mtavaa red. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni siku ya kupendeza lakini ni siku ya ku uh, network, kwa sababu kama ambavyo tuzo zetu zimejitanabaisha kwamba sisi kikubwa tunachokifanya ni networking. Kwa hiyo sio siku ya kukosa, na tunawakaribisha watanzania wote kwa ujumla. hmm. Ndio. Sasa ni kuna mwaliko ama ni kuna, kuna, kuna mialiko inatolewa, si ndio? Mialiko inatolewa kwa mfano wadau wakubwa kama nyie, automatically mimi ninge, ninge tamani nitoe mwaliko huu kwenu hmm. Kwa sababu ya namna ambavyo pia mmeendelea kututangaza na kutuheshimisha. No. kwa hiyo mialiko inatolewa na, na nyie ni katika watu ambao <tis> uh, leo mnabahatika kupata mwaliko kaka. Nashukuru sana, nataka nihakikishe tu kaka, kafaa wewe yule brother mwenye kazi nyeupe, onyesha <tis> kadi yako bana. E, ni tukio kubwa ambalo ni wazi kabisa watu wengi wangetamani e, kuwepo na wengine pia ambao watakuwepo katika maeneo mbalimbali nchini na hata nje ya Tanzania Tanzania wanaweza kufuatilia moja kwa moja kwenye vyombo vya habari kwa sababu ni tuzo ambazo vyombo vingi vya habari vinakuwa mbashara vikipeperusha matangazo yake. Shukrani sana Fadhil, na tunatakia kila la heri katika tuzo zenu hizo. Ni Fadhil Haule ambaye ni afisa mahusiano na masoko wa Consumer eh, eh, Choice Awards Africa.